Kisikia tu kutunzana, ndio huko. Mheshimiwa Rais ameanza kututunza sisi, kutupa fedha yake akaiwekeza hapa kwa ajili yenu nyie, kuwaonyesha mfano, maana huu ni mfano kwa majamani, mkifanya haya mtafaidika. Maana yake anatutunza sisi, wizara ikaendelea kututunza sisi, wizara ya maji, lakini mkurugenzi bonde la wamirufu akaendelea kututunza sisi sasa na weye mkulima na mfugaji mwendelee kutunzana hivyo hivyo. Na hatimaye mtunze na ile miundo mbinu tutunzane oye, oye! Hapa ni kutunzana mwanzo mwisho, kwa hiyo mmetunzwa na nyie mkatunze ile miundo mbinu, maanake pale inaweza ikaharibika koki tu, mkamsubiri mkurugenzi? Hapana, tutunze miundo mbinu. Sibiuso nafikiri ipo, sindio? inasimamia wanasimamia vizuri dani za maji Eh, chini ya mkurugenzi tutamkabidhi mkurugenzi. Lazima miundo mbinu itunzwe, nimesema maji yakipotea, hatuna uhai. Kwa hiyo lazima tutunze miundo mbinu na wote ni mashahidi, tumekuwa tukipitia wakati mgumu sana wa kiangazi, tunakosa maji kwa ajili ya mifugo yetu, wakati wengine tunakosa maji kwa ajili ya matumizi ya ndani. Sasa leo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametutua mzigo huo ametuletea maji mpaka pale. Nimeambiwa mji uko jirani hapa, hukatazwi kuvuta bomba kupeleka nyumbani kwako ukaoga. Bomba la mvua vuta, peleka nyumbani ukaweke kule baba yoyo. Eh, peleka maji kule lakini uishie hapo. Kama una shamba ambalo nimeambiwa mnagawa hati, ambalo tayari limeingia kwenye mradi wa Tutunzane, peleka maji mpaka shambani imefika peleka maji shambani, weka miundombinu yako ya kunyweshea ya kule, panda malisho yako pale, kuwa salama wewe na mfugo wako. Ukisikia kufuga kisasa, ndio uko sasa. Faida yake ni ipi? Faida yake hutozuru, hutotembea na mifugo mbali mrefu, utaondokana na ile migogoro ambayo imekuwa ikikukabili wakati wengine unaingiza ng'ombe shambani, utaondokana nayo, lakini pia fanya matukio sasa, ukiwa umepanda malisho umepeleka maji kule unanywesha, maanake utaondokana na hizo changamoto hizo. Lakini vilevile vile utaweza sasa kututunzia chanzo cha maji ambacho mwisho wa siku kinahitajika kiwepo kwa faida ya wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kupunguza shughuli za kibinadamu katika vyanzo vya maji, bodi imewezesha utekelezaji wa miradi mbalimbali, ikiwemo uandaaji wa mipango ya matumizi bora ya ardhi ujenzi wa mabirika ya kunyweshea mifugo. Hadi sasa bodi imefanikiwa kujenga jumla ya mabirika 29 katika wilaya ya Mvomero, Morogoro, Kibaha na Bagamoyo. <laughs> Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kutimiza azma ya Serikali ya awamu ya sita ya kulinda na kuhifadhi vyanzo vya maji sambamba na utekelezaji wa programu ya utunzaji Tutunzane Mvomero, na mwasisi wake ndio wewe, hongera sana, bodi imetekeleza mradi wa uhifadhi wa kidakamaji kidaka cha bwawa la Mindu kwa kujenga mabirika matatu ya kunyweshea mifugo katika vijiji vya Kinyenze, Mlandizi na Kibaoni. Aidha, bodi imewezesha uandaji wa mipango shirikishi ya matumizi bora ya ardhi kwa vijiji vinne vya Chenzema, Kibagala, Langali na Nyandira. Nafikiri wawakilishi wao vijiji wako hapa. Na bodi imewezesha uandaji wa hiyo mipango bora shirikishi ya matumizi bora ya ardhi katika vijiji hivyo vinne. Mipango hii imeandaliwa mpaka hatua ya sita na kutangazwa katika gazeti la Serikali. Vilevile, jumla ya hati za mpango mia nne zimeandaliwa, hati mia kwa kila kijiji, ikiwa ni hatua ya kuimarisha usimamizi wa ardhi na matumizi yake kwa mujibu wa sheria na mipango iliyopangwa. Mradi huu wa mabirika matatu utanufaisha mifugo takribani laki sita na sitini na tisa na kaya za watu elfu kumi na tisa na mia tatu themanini na tisa eh, katika vijiji vya kibaoni inyenze mlandizi na idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka zaidi mara tatu ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini wizara ya maji inatekeleza sera ya CCM chama cha mapinduzi ambayo inaelekeza kwamba kufika mwaka elfu mbili ishirini na tano asilimia themanini na tano ya wananchi wapate maji na asilimia tisini na tano mijini wapate maji, na mradi huu ni sehemu ya kutimiza adhima hiyo, na mpaka sasa zaidi ya asilimia themanini na tatu vijijini wamefikiwa na maji. Lakini vilevile vile, wizara katika kuhakikisha kwamba huduma hizi zinakuwa endelevu inaweka miundombinu kwa ajili ya kunywesha mifugo ili kwamba mifugo isiende kwenye vyanzo vya maji na kuharibu vyanzo vya maji. Nashukuru kwa heshima na taadhima. Umetutengenezea